Tumia dakika mbili za imani, jikabidhi mikono mwa Mungu na uombe usiku wa leo kabla hujalala. Mungu, ninakushukuru kushukuru kwa ajili ya mpendo huyu ambaye amekubali na kuchukua dakika mbili za imani kujikabidhi mikono mwako. Natanguliza shukrani kwa kuwa umetulinda, umetutunza tangu asubuhi hata usiku wa leo. Najua kuna mengi umetuepusha, najua kuna mengi umetufanyia wema, umetufadhili kwa baraka zako. Hata usiku wa leo tunajikabidhi mikono mwako, naiomba neema yako na nguvu zako Bwana ziambatane na mpendo huu yeyote ambaye ya amechukua dakika mbili za imani kujiunganisha na maombi haya. Mungu unayeishi unayetenda zaidi ya vile tu ambavyo ni, wakati huu nakuomba kutana na mpendwa huu, nenda kamsaidie katika usiku wa leo, nenda kamtunze katika usiku wa leo. Naachilia jeshi la malaika, naachilia nguvu za malaika, na damu ya Yesu Kristo inayonena mema mpaka sasa inene mema juu yako, ikulinde, ikutunze na kila mabaya ya usiku, ndoto mbaya, vitisho, hofu na kila mashambulizi ya usiku ninayakemea kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wakutunze, wafanye kituo mahali ambapo unakaa usiku na mchana ukawe salama nami navunja na kuharibu kila mpango ule mwovu shetani naharibu kila nguvu za giza naharibu kila vitisho visasi malipizi hofu na mashambulizi ya kila namna kila nguvu za wachawi nazikemea Nazipi. Nakuzilipua kwa jina la Yesu na kuombea ulinzi pamoja na familia yako. Mungu akutunze, Mungu akulinde, neema ya Bwana ikuweke salama, neema ya Bwana ikutunze salama, uwe salama kwa jina la Yesu. Mwovu anapokuja juu yako asikupate, wala asipate chochote juu ya maisha yako. Pokea ulinzi wa nguvu za Mungu, pokea amani ya Mungu, pokea wepesi wa kimungu uwe pamoja nawe. Mungu akufanye ukawe na mwepesi, pokea nguvu za kuomba, pokea ujasiri, pokea kibali katika jina la Yesu Kristo ali hai. Usiku wa leo tunaukamata kwa jina la Yesu, usiku wa leo tunaumiliki kwa jina la Yesu. Anga lote pande zote, kushoto, kulia, kaskazini, mashariki na magharibi, vyote navikamata na, na kuviweka mikononi mwa Mungu kwa jina la Yesu. Kona za nyumba, kila mahali ambapo kuna miisho ya maeneo, miisho ya mji, tunaikamata kwa jina la Yesu. E Bwana linda, E Bwana tuweke, tuwe salama katika jina kuu la Yesu Kristo ali hai. Nimeomba, ninakuombea ulinzi kwa jina la Yesu Amen. Mungu akubariki, kutende mema Naita mombezi Pastor Godwin Ndelwa wa huduma ya maombi ni, ni dawa. Uwe na usiku